Tumefanya ratiba zetu kama wanadamu bila shida yoyote. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini niwashukuru sana wanakipanga na niwapongeze sana wanakipanga, kwanza kwa ukarimu wenu, uchangamfu wenu, lakini kwa kuitikia kuja kwenye mkutano wa kampeni wa mheshimiwa mbunge mteule wa jimbo la Sikonge. Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kidum, Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu leo hii kutimiza dhima ambayo tulikuwa tunatarajia kuwa inaweza ikafanyika katika viwanja hivi. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, nimesimama hapa nikiwa naitwa Hamza Rajabu Kitunga, lakini ndio mwenyekiti wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora yeah. Mheshimiwa mwenyekiti, wana ushirika tunasema mtaji wa Chama cha Mapinduzi, kwanza kabisa naanza na ushirika 29 tena, tuna kila sababu ya kumshukuru sana mgombea wetu wa uraisi Mama Samia Suluhu Hassani kwa mengi mengi aliyotufanyia kata ya Kipanga. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa haraka sana kama jisi ulivyoomba, lazima nizungumze kidogo, kwa sababu hapa mimi ni nyumbani na kata yote iko hapa. Asante sana. Kwa upande wa elimu, nikianza na sekondari yetu ya Mibono na shule tano za msingi pamoja na darasa la utayari pale Igagaa tumepokea kama shilingi bilioni moja milioni 26. <coughs> Lakini tunao mradi kwa ajili ya kesho iliyobora kwa vijana wetu pale ukonda moyo, mradi mkubwa sana wa BBT ambao utakuwa kwenye sekta ya kilimo mifugo pamoja na uvuvi. Sasa basi, maombi yetu kwa injinia ni kuhakikisha umeme unakuja kwa kasi ya haraka, lakini kituo cha afya na zahanati kila kijiji sambamba na maji. Mama Samia jamani, waombe sana, tarehe 29 Oktoba tukampe huyu mama kura za kutosha, kwa maana ya haya yote ambayo nimejaribu kwamba yanakuja yaje kwa spidi ya haraka, lakini bila kumsahau injinia ambaye nimemkabizi kazi sasa hivi, tarehe 29 Oktoba basi tukampe kura za kutosha lakini na diwani wenu wakata ya Kipanga Yuda Wili ya Mbegani, jamani, mpeni kura za kutosha. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana sana sana, kwanza kutupa uhai, ametupa afya mpaka leo hii, wanakipanga tumeweza kukutana hapa kwa wingi namna hii, tuna kila sababu ya kusema Mungu asante. Lakini kipekee vile vile, ndugu zangu, niendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa mambo makubwa anayoyatenda. Ameweza hata kutoa kibali kwamba leo hii mwana Kipanga mwenzenu niweze kusimama mbele yenu na kuambia kwamba mimi hapa ninayeitwa Injinia Amos William Maganga kutoka kijiji cha pale Mibodo Mpya. Ndiyo Bwana Mungu wetu ametoa kibali cha kusimama niwe mgombea wa ubunge katika jimbo hili la Sikonge na mimi nitakuwa kuhakikishia mbele yenu nyewe, Wanakipanga, wanachama na msio kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Niseme hivi na mimi kwa, kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyonijalia, nasema na natamka hadharani kwamba hakika sitawaangusha ndugu <tutu> zangu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Mama Samia Suluhu Hassan imefanya mambo mengi na makubwa na ya ajabu kabisa kabisa. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? viongozi wangu wametaja mambo mengi kwa kweli hakuna hata haja ya kuyarudia. Ndugu zangu, niwaambie katika kipindi cha miaka minne cha mama Samia jumla ya shilingi bilioni ishirini na tatu zimepokelewa katika halmashauri ya wilaya ya Sikonge, kitu ambacho halmashauri wenyewe wanasema haijawahi kutokea. Hiyo ni sababu ya mama Samia kwa upendo alionao kwa Watanzania. Ndugu zangu wanaKipanga, pamoja na mambo hayo, jambo jingine ambalo nimekuwa nikilisemea kila wakati ninapopita kwenye mikutano ni eneo la malisho pamoja na kilimo. Tumekuwa na changamoto kubwa sana katika wilaya yetu ya Sikonge. Tuna eneo kubwa sana, lakini eneo linalotumika kwa makazi, kilimo, pamoja na mifugo ni eneo dogo kuliko wilaya zote katika nchi hii. Mimi nimesema hapana nitaenda kule, nitaenda kumwomba Mama Samia atuongezee maeneo ya kilimo. Hatukatai hifadhi ya misitu, tunaitaka, sababu asinge hifadhi hata sisi tusingeikuta, lakini tunachotumia ni kidogo mno, ni asilimia tano tu. Sasa inabidi tuongezewe angalau zifike hata asilimia ishirini ili tuweze kulima tuweze kufaidika na ardhi ambayo Mwenyezi Mungu ametopa sisi, wanasikonge sisi CCM oyee! CCM oyee! Mama Samia atakubali na atatuongezea. Hiyo ndiyo imani yangu kubwa niliyonayo nayo. CCM oyee! Sasa wanasikonge, lazima tutengeneze mkakati wa kumshawishi huyu mama, barabara zetu ziweze kujengwa. CCM oyee! hatuna njia nyingine. mimi nitakapoenda kule kama mtatoa kura za kutosha kwa mama Samia, nawaambia ndugu zangu, nitaenda nikiwa na ujasiri mkubwa, nitaenda nikiwa na ushupavu mkubwa, kwa sababu wanaskonge wamemuunga mkono CCM.